Wafugaji wengi hupoteza kuku wao kimya kimya, sio kwa njaa, sio kwa wizi, bali kwa ugonjwa mmoja unaopuuzwa sana. Ugonjwa huu huitwa ndui ya kuku. Leo tutasema ukweli wote kuhusu ugonjwa huu: ni nini, unaenezwa vipi, dalili zake, unaathiri vipi kuku na vifaranga, na muhimu zaidi, jinsi ya kuzuia kabla haujaingia banda lako. Ndui ni nini? Ndui ya kuku ni ugonjwa wa virusi unaoshambulia kuku wa rika zote. Hauponi kwa dawa za kawaida. Ukishaingia, huenea taratibu lakini kwa madhara makubwa. Ni ugonjwa unaoathiri zaidi kichwa, ngozi, mdomo, macho, njia ya hewa na mara nyingi husababisha kuku kudhoofika. Kupunguza uzalishaji au kufa. Ndui inaenezwaje? Hili ni jambo ambalo wafugaji wengi hawalijui. Ndui huenezwa kwa njia kuu tano. Kungatwa na mbu, hii ndio njia kubwa zaidi. Mbu huuma kuku mgonjwa kisha humuuma kuku mzima. Kuku kugusana moja kwa moja, vidonda, makovu au usaha hueneza virusi. Vifaa vya banda, vyombo vya chakula, maji au mikono ya mfugaji. Hewa ndani ya banda chafu, banda lisilo na hewa safi huongeza maambukizi. Kuku wapya bila karantini, kuku unaonunua sokoni unaweza kuleta ugonjwa bila kujua. Dalili za ndui kwa kuku. Ndui hujitokeza kwa aina mbili: moja, ndui ya ngozi au dry pox. Hii ndiyo ya kawaida zaidi. Dalili: vinundu au vipele usoni, makovu meusi kwenye macho, mdomo, kichwa, masikio, comb and wattles, kunku kupoteza hamu ya kula, kudhoofika polepole. Aina hii huwa taratibu, lakini husababisha hasara kubwa. Ndui ina ndani au wet pox, hatari zaidi. Dalili vidonda vyeupe mdomoni, koo, kujaa usaha, kuku kushindwa kupumua, kuku kufa haraka. Aina hii husababisha vifo vingi kwa muda mfupi. Ndui inaathiri vipi kuku? Kuku hupunguza kula, uzito hupungua, mayai hupungua au kusimanga kabisa Vifo huongezeka. Kuku hubaki wagonjwa kwa wiki mbili hadi sita. Hakuna dawa ya kuua virusi vya ndui. Kinachofanyika ni kudhibiti dalili tu. Namna ya kulinda vifaranga: vifaranga wako kwenye hatari zaidi. Linda vifaranga kwa banda safi na kavu, hakikisha hakuna mbu. Usiruhusu kuku wakubwa wagonjwa kukaribia vifaranga. Chanjo kwa wakati sahihi. Vifaranga wasiochanjwa ndio wa kwanza kufa. Muda sahihi wa kutoa chanjo ya ndui, hili ni jambo muhimu sana. Chanjo ya ndui hutolewa mara moja tu kwa maisha ya kuku. Muda sahihi, kuanzia wiki sita hadi nane, au mapema kama eneo lina ndui nyingi. Chanjo hutolewa kwa kuchoma kwenye bawa wingweb waziwa usitoe chanjo kwa kuku wagonjwa. Namna ya kuepuka ndui kabisa: hizi ndizo silaha zako kama mfugaji: chanjo kwa wakati, dhibiki mbu, ondoa maji yaliyotuama, tumia net au mosi salama, usafi wa banda, karantini kwa kuku wapya angalau siku 14, usitumie vifaa vya banda la mtu mwingine, angalia kuku kila siku. Kuzuia ni nafuu kuliko kutibu. Onyo la mwisho kwa wafugaji: ndui si ugonjwa wa kuchezea. Ukiona kuku mmoja ana dalili, tayari ugonjwa umeenea. Lakini habari njema ni hii: ndui inazuiika kabisa kwa chanjo, usafi na umakini.